Tai Wanakusanyika Pamoja. Hii ni barua ya Pasaka ya mwaka 2025, ibada maalum ya ushirika na kutawadhana miguu ya leo Jumanne tarehe 15 mwezi wa nne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 Naamini itakuwa moja ya mambo muhimu katika maisha yetu, wakati ambao hatuta usahau kamwe wikendi kuu maalum Kila Pasaka imekuwa wakati ulio maalum kwa bibi arusi. Tunapofungia milango yetu ulimwengu wa nje kwa kuvizima vifaa vyetu vyote na vikengeusha fikra vya kilimwengu na kuyaweka tu wakfu upya maisha yetu kwake ni wikendi nzima iliyowekwa wakfu kwa ajili yake katika ibada, tunapozungumza naye siku nzima kila siku na kisha kulisikia neno lake. Adui ameyafanya maisha yetu kukengeuka sana na kujaa shughuli za mambo mengi sana ya maisha hadi imekuwa vigumu sana kufungia ulimwengu nje na kuongea naye. Hata vifaa vile vile tunavyovitumia kusikia neno shetani hutumia kuhatarisha wakati wetu, lakini wikendi hii itakuwa tofauti na si kama wikendi nyingine ya pasaka ambayo tumewahi kuwa nayo. Wakati Bwana alipoweka moyoni mwangu kusikiliza ile mihuri, sikujua jinsi gani tarehe zingeangukia, lakini kama kawaida, wakati wake ni mkamilifu. Jumapili mbili zilizopita tulikuwa na majaliwa ya kusikia muhuri wa nne wakati wa tai tarehe sita Aprili, siku ya kuzaliwa ya nabii, jinsi inavyofaa. Lakini sasa Bwana anayo hata na zaidi mengi aliyotuwekea sisi. Kama nilivyosema, nilipojisikia Bwana ameweka moyoni mwangu kuicheza mihuri, nilijua ingekuwa wiki kadhaa kumaliza kuicheza kwani kuna jumbe kumi katika mfululizo huo. Nilipoitazama kalenda, niliona kwamba Pasaka iliangukia kabla hatujamaliza kusikia huu mfululizo mzima. Nikawaza mwenyewe, nadhani inatubidi tuache kuisikiliza ile mihuri na yeye atanipa jumbe kwa ajili ya Pasaka. Mara moja niliona itakuwa kamilifu. Tunaweza kuendelea kuicheza mihuri huku muhuri wa saba ukichezwa asubuhi ya jumapili ya Pasaka. Sikuweza kuamini hilo, liliendana kabisa na ratiba. Nilijua papo hapo, huyu ni wewe Bwana. Nimekuwa nimechangamshwa na nikiwa chini ya matarajio makubwa kwa ajili ya wakati wetu wa Pasaka pamoja na kila mmoja wetu na pamoja naye. Nilijua yeye ametutengenezea ratiba hivyo. Ikiwa Bwana akipenda, tutaendelea kuisikiliza mihuri katika kipindi chote cha wikendi yetu ya kipekee ya Pasaka. Alhamisi ilikuwa ni Alhamisi usiku ambapo Bwana Yesu alishiriki karamu ya mwisho na wanafunzi wake katika ukumbusho wa Pasaka kabla ya kule kutoka kwa wana wa Israeli. Ni fursa iliyoje tuliyo nayo ya kufanya ushirika na Bwana majumbani mwetu, kabla ya wikendi yetu takatifu na kumwomba atusamehe dhambi zetu na atupe sisi sote kile tunachohitaji katika safari yetu. Lijalie Bwana, waponye walio wagonjwa, wafariji walio wachovu, wape furaha wanaodhulumiwa, wape amani walio wachovu, chakula kwa wenye njaa maji kwa wenye kiu, furaha kwa wenye uzuni, uwezo kwa kanisa. Bwana, mlete Yesu miongoni mwetu usiku wa leo, tukiwa tunajitayarisha kushiriki ushirika unaowakilisha mwili wake uliovunjwa vunjwa. Tunaomba Bwana kwamba yeye atatuzuru kwa njia ya ajabu sana. Wabariki wengine Bwana kila mahali ulimwenguni ambao wanangojea kwa furaha kuja kwa Bwana. Taa zimetengenezwa na dohari zimesuguliwa kabisa, na nuru ya Injili ikiangaza katika sehemu zenye giza. Hebu na tuanze sote saa kumi na mbili jioni kwa masaa ya nchi unayoishi, ili kusikia ushirika 62-0204 na kisha nabii atatupeleka katika ibada yetu maalum ya ushirika na kutawadhana miguu ambayo itakuwa ikicheza kwenye app ya Lifeline kwa Kiingereza, au unaweza kuipakua ibada hiyo kwa Kiingereza au lugha nyinginezo kwa kubofya anwani iliyo hapa chini. Tukiufuata ujumbe, tutakusanyika pamoja na familia zetu majumbani mwetu na kuishiriki meza ya Bwana Ijumaa. Hebu na twende kwenye maombi na familia zetu saa tatu asubuhi ni saa kumi jioni ya Afrika Mashariki, na kisha tena saa sita mchana ni saa moja jioni ya Afrika Mashariki, tukimkaribisha Bwana awe pamoja nasi na azijaze nyumba zetu kwa Roho Mtakatifu tunapojiweka wakfu kwake, mawazo yetu na yarudi huko nyuma hadi kwenye siku ile pale Kalivari, yapata miaka elfu mbili iliyopita na kumwona mwokozi wetu akining'inia msalabani, na kisha tujitoe vivyo hivyo kufanya daima yale yanayompendeza Baba. Iwapo siku hii ni muhimu sana, moja ya siku zilizokuu sana. Hebu na tuangalie mambo matatu ambayo siku hiyo ilimaanisha kwetu. Tungechukua mamia bali asubuhi ya leo nimechagua tu mambo matatu tofauti yaliyo muhimu sana ambayo tunataka kuyachunguza katika muda mfupi ujao ambayo Kalivari ilimaanisha kwetu. Nami naomba ya kwamba itamhukumu kila mwenye dhambi aliyeko, ya kwamba itamfanya kila mtakatifu kupiga magoti yake ya kwamba itamfanya kila mgonjwa ainue imani yake kwa Mungu na aondoke ameponywa, kila mwenye dhambi aokolewe, kila aliyerudi nyuma arudi na ajone aibu, na kila mtakatifu afurahi na apate tumaini jipya na tumaini jipya. Kisha saa sita na nusu mchana ni saa moja na nusu jioni ya Afrika Mashariki, hebu natuungane pamoja majumbani mwetu kusikia 63-0323 muuri tatu tatu wa sita. Kisha tuungane pamoja katika maombi mara baada ya ibada. Katika ukumbusho wa kusulubiwa kwa Bwana wetu Jumamosi, tuungane tena sote katika maombi saa tatu asubuhi ni saa kumi jioni ya Afrika Mashariki na saa sita mchana ni saa moja jioni ya Afrika Mashariki, na kuitayarisha mioyo yetu kwa ajili ya mambo makuu yeye atakayotufanyia miongoni mwetu. Ninaweza kumsikia akisema, Shetani, njoo hapa. Yeye ni bosi sasa. Ananyosha mkono, ananyakua ule ufunguo wa mauti na kuzimu kutoka ubavuni mwake, akauning'iniza ubavuni mwake mwenyewe. Ninataka kukupa notsi. Umekuwa lagai muda mrefu kutosha. Mimi ni mwana wa Mungu aliye hai, niliyezaliwa na bikira. Damu yangu ingali imelowa msalabani na deni kamili limelipwa. Huna haki tena, umenyang'anywa zote. Nipe funguo hizo. Kisha saa sita na nusu mchana sote tutakusanyika pamoja kulisikia neno 63-0324M, Maswali na Majibu juu ya Mihuri. Hii itakuwa siku iliyo maalum jinsi gani kwa bibi harusi wake ulimwenguni kote! Kisha tuungane pamoja katika maombi mara baada ya ibada Jumapili. Hebu kwanza na tuamke mapema kama vile Ndugu Branham alivyofanya asubuhi wakati rafiki yake mdogo Robin alipomwamsha saa kumi na moja asubuhi. Hebu na tumshukuru tu Bwana kwa kumfufua Yesu kutoka kwa wafu. Saa kumi na moja asubuhi ya leo, maskini rafiki yangu mwenye kifua chekundu aliruka dirishani akaniamsha. Ilionekana kana kwamba moyo wake mdogo ungepasuka akisema, amefufuka saa tatu asubuhi ni saa kumi jioni Afrika Mashariki, na saa sita mchana ni saa moja jioni Afrika Mashariki. Tuungane kwa mara nyingine tena katika mnyororo wetu wa maombi tuombeane na kujitayarisha kuisikia sauti ya Mungu. Saa sita na nusu mchana ni saa moja na nusu jioni ya Afrika Mashariki. Tutakusanyika pamoja kusikia ujumbe wetu wa Pasaka 63-0324A muhuri wa saba, saa tisa alasiri ni saa nne usiku ya Afrika Mashariki. Hebu na tuungane tena katika maombi, tumshukuru yeye kwa ajili ya wikendi ya ajabu aliyotupatia kuwa pamoja naye na pamoja na bibi harusi wake ulimwenguni kote. Kwa ndugu na dada zangu walio nchi za ng'ambo, kama vile mwaka jana, ningependa kuwaalika kuungana nasi kwa masaa ya Jeffersonville katika nyakati zote za maombi kwenye ratiba hii. Ninatambua hata hivyo, kwamba kuzicheza kanda Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi alasiri kwa masaa ya Jeffersonville ingekuwa vigumu sana kwa wengi wenu. Kwa hivyo, tafadhali jisikieni huru kuzicheza jumbe hizo katika masaa yanayowafaa. Ningependa hata hivyo tuungane pamoja sote Jumapili saa sita na nusu mchana, saa za Jeffersonville, ni saa moja na nusu jioni Afrika Mashariki, ili kusikia ujumbe wetu wa Jumapili pamoja. Ningependa pia kukualika wewe na watoto wako kushiriki vipindi vya creations journaling na maswali ya YF ambayo familia yako yote inaweza kufurahia pamoja. Tunafikiri mtayapenda kwa kuwa yote yanalenga neno tutakalosikiliza wikendi hii. Kwa ratiba ya wikendi, taarifa ya kuhusu jinsi ya kujiandaa na ibada ya ushirika nyenzo zitakazohitajika kwa ajili ya vipindi vya creations, maswali ya Pasaka na taarifa nyinginezo, tazama anwani zilizopo hapa chini. Hebu na tuzifunge simu zetu kwa ajili ya weekend ya Pasaka, isipokuwa kupiga picha, kusikia nukuu ya siku na kucheza kanda kwenye app ya The Table, app ya Lifeline au anwani inayoweza kupakuliwa. Ni heshima kubwa kwangu kukualika wewe na familia yako kukusanyika pamoja na Bibi harusi kote ulimwenguni kwa ajili ya wikendi iliyosheheni ibada, sifa na uponyaji. Ninaamini kweli ni wikendi ambayo itayabadilisha maisha yako milele. Ndugu Joseph Branham.